sasa wewe ndo ulikuwa unakataza ushabiki, sasa hapo unataka ushabiki. Haya wa Simba anayetaka kumjibu. Ah, Esta Matiko, mjibu. Nashukuru Mheshimiwa Spika, kama alivyojibu naibu waziri, lazima tuheshimu kanuni ambazo zina gaidi mchezo wa mpira wa miguu, tuweze kukuza vipaji, tusiweke ushabiki.